Kitu kimoja yeah. mimi ni mtu wa mwisho kuamini Hussein Shabalala, kama yanga kaenda kafata maslahi. Kuna mwaka mmoja mm. simba ilikuwa inasafiri ule mwaka ambao tunamiliki Fred Michael, ndio Kobla Kobla pamoja <coughs> na Pao Marjobe kipindi hicho yeah. Safi sana kwa kunikumbusha, nilipata nafasi ya kupiga soli na Shabalala, na hata kama Shabalala ananisikia, haki ya Mungu hawezi kukataa, ndio nilimuuliza Shabalala, shida nini Akanaambia mara moja, shida zipo mbili. Ndio shida ya kwanza, wachezaji wengi wanaosajiliwa sio wachezaji wenye viwango vya Simba. Ah, yani mimi kama mchezaji nampokea kwa sababu kashaletwa na viongozi. Ndio. Sina haja kumkataa. Mwona shida ya pili, mara moja, viongozi wetu wa Simba wapo sawa, hawapo sawa. Sasa mchezaji anaongea kauli kama hiyo cha gamba